Kidato cha sita na ualimu ngazi ya cheti na stashahada itaanza tarehe 5 Mei 2025 katika mikoa yote nchini ambapo mtihani wa ualimu utakamilika tarehe 19 na ule wa kidato cha sita tarehe 26 Mei 2025. Aidha, mtihani wa kidato cha sita utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 982 na vituo vya watahiniwa kujitegemea 245 na mtihani wa ualimu utafanyika katika vyuo vya ualimu 68. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa laki 134390 10. wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha sita ambapo watahiniwa wa shule ni laki 126957 na watahiniwa kujitegemea ni 7433. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa wavulana ni 64581 sawa na asilimia 51 na wasichana ni 62376 sawa na asilimia 49. Kwa watahiniwa kujitegemea wanaume ni 4782 sawa na asilimia 64 na wanawake ni 2651 sawa na asilimia 36. Kwa mwaka 2025, kuna ongezeko la watahiniwa 20,854 sawa na asilimia 18.4 ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo idadi ya watahiniwa ilikuwa 113,536. Kwa upande wa mtihani wa ualimu jumla ya watahiniwa 10895 108 wamesajiliwa ambapo kati yao 3100 ni wa ngazi ya stashahada na 7795 ni wa ngazi ya cheti. Kwa ngazi ya stashahada wanaume ni eh, 1751 sawa na asilimia 57 na wanawake ni 1349 sawa na asilimia 43. Aidha, kwa ngazi ya cheti watahiniwa sawa na asilimia 49 ni wanaume na watahiniwa elfu tatu mia tisa themanini na saba, sawa na asilimia hamsini na moja, ni wanawake. Kuhusu maandalizi ya mitihani hii, baraza limekamilisha usambazaji wa mitihani husika, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote nchini. Aidha, baraza kupitia kamati za mitihani za mikoa na halmashauri limeendesha semina kwa wasimamizi wote, pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo vya mitihani ni tulivu na salama kwa ufanyikaji wa mitihani hii. Ndugu wanahabari, mtihani wa kidato cha sita ni muhimu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo waliojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati katika fani mbalimbali mbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa walimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari.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 Aidha, wasimamizi wahakikishe watahiniwa wenye mahitaji maalum wanapata kizao za msingi, ikiwemo kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa watahiniwa wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa watahiniwa wenye uoni hafifu. Aidha, watahiniwa wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika ishirini kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika kumi kwa kila saa kwa masomo mengine, kama kanuni za mitihani zinavyoelekeza. Kwa upande watahini wa watahiniwa, tunaamini kuwa mmeandaliwa na kujiandaa vizuri. Hivyo baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Baraza linawataka wakuu wa shule na wakuu wa vyuo kuzingatia mwongozo wa usimamizi uliotolewa na baraza la mitihani na kuepuka kuingilia usimamizi ndani ya vyumba vya mitihani. Baraza halitasita kukifuta kituo chochote cha mitihani endapo litajiridhisha pasipo shaka kuwa uwepo wake unahatarisha usalama wa mitihani. Jamii inaombwa kutoa ushirikiano katika kuhakikisha mitihani ya taifa inafanyika kwa amani, utulivu na usalama. Aidha, wananchi wajiepushe kuingia katika maeneo ya shule na vyuo katika kipindi chote cha ufanyikaji wa mitihani. Taarifa kuhusu uwepo wa viashiria na vitendo vya udanganyifu na hujuma katika mitihani iwasilishwe katika vyombo vya usalama pamoja na baraza la mitihani kupitia namba ya simu 0759 360000 na barua pepe esnecta@necta.go.tz. Baraza la Mitihani la Tanzania linawatakia watahiniwa wote kila la heri katika kufanya mitihani ya kidato cha sita na ualimu kuanzia tarehe tano hadi tarehe 26 mwezi Mei 2025.